na huo ndio msimamo wetu, tuliposimamia ndipo tutakaposimamia, kwa sababu ni maazimio ya vikao halali vya chama chetu. Sasa hiki kitu kimewafanya watawala wamekuwa paranoid, wamechanganyikiwa, wanatumia mbinu nyingi kujaribu kusuppress huo msimamo wa no reforms, no election. Na mojawapo ni kutumia propaganda, kutumia vyombo vya habari kupeleka maneno ambayo sio ya kweli na